Na karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV kwa kote, ambao unakuwa unasikiliza matangazo yetu, natumai kwamba tuko sambamba, tuko vizuri na e, kila kitu kiko sawa. So uh, nilipenda nichukue nafasi hii pia ili kuweza kuwapa big up wale wote ambao wameweza kuchangia Baraka One TV kupitia kupitia ya mzalendo, na kwa hatua ambayo bado tuko tunafanya, ni hatua kubwa kikweli, ndugu zangu um, atuweze kupata habari za moto habari za moto za saa 12 jana, kwa sababu uh, uh tulikuwa tupo kwenye hizi harakati za operation na hivyo tulirudi usiku sana. Unaona kama jinsi unavyoona hapo, tumerudi usiku kutoka kule mapleni ya Ruzizi. So mambo ilikuwa iko ni mengi sana. pikipiki yangu eh, moja ya pikipiki ambazo tulikuwa tuko nazo e, eh, ilikuwa inakatika shene mnyororo. So mnaenda mnyororo inakatika mnafunga kwa hiyo katuchukua muda sana kwenda mpaka kurudia, na hiyo jinsi niko naongea na nyinyi hapa <laughs> pikipiki moja tu diacha pale kwa kambi ya SNPCC kutokana na na kwamba ilikuwa iko na tuharibikia, kwa hiyo uh, muda sana ndio maana habari za, za, za, za zati, saa sa, sa ngapi, saa 9 saa kumi na mbili hamkuweza kuzipata, lakini tunashukuru Mungu kwamba tumekwenda salama na tumeweza kurudi salama eh, licha ya mchoko na mambo mengine ya inakuwa iko hivyo. Ndugu zangu, karibuni sana, tutazungumzia kuhusiana na uvumi um, ambao ulikuwa kuna semekano kifo cha mzee William Mamulia Kutumba. Tumekutana naye na kwa wale ambao walitembelea Baraka1 TV channel tu, nafikiri mmesikia kile ambacho ameweza kuzungumza. Sasa tuko na mengine mengi na <laughs> tuko na mengi makubwa kutoka kwa mzee ambayo ameyazungumza, sababu tulikuwa tuko naye tumepiga story naye, na, um, ukiachana na operation Saddam Mzalendo niliwaweza ku kuambia kwamba nikikutana na mzee nitamuuliza maswali ambayo nyinyi uh, mko mna- mnayalilia kuweza kuyasikia na, <coughs> na sorry na haya yote yamefanyika hivyo, so yeah, mambo ni mengi ambayo tutayasimulia na kitu kingine pia tutagusia kuhusiana na hili swala la la Nyangezi. Yeah, na pia hata Dalto Uwela pia msemaji wa SNT PCC aligusia hili na tumezungumza sana juu ya hili swala Nyangezi. Inafanya operasyon Nyangezi eh, jana kulikuwa vita Nyantende, wamepigana sana pale, magaidi wanazidi kupigwa. Uh, kifupi ni kwamba mambo yako yanaenda, yanabadilika na dalili za ushindi ziko zinenda zinajileta, ziko zinenda zinapatikana. Uh, ya, nafikiri ni hayo ambayo tutagusia uh, kisha tone saabuay ni mengi. Ya, kweli kweli, hayo ndio tutazungumzia ndugu zangu. Tembelea Baraka One TV channel 2 kama bado huja subscribe, make sure kwamba una subscribe Baraka One TV channel 2 Nafikiri kwa description hapo kuna link ya B1 TV channel 2 Una click hapo unaenda kule unakutana na mambo ya moto. Unaona unakutana na mambo ya moto, moto moto. Na ile pia inaweza kukufanya uweze kuwa unapata uh, unakula samaki ngambo zote unamgeuza huku na huku. Yaani unatizama Baraka One TV na Baraka One TV channel 2. So zote unakuwa huko unazipekua pekua ambacho hukupata huku unakipata huku. Ni vizuri sana ndugu zangu. Uh, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitotoa toa shukrani za dhati sana kwa nyinyi wote. Uh, sasa hivi Baraka One TV tumefikisha watu takriban elfu hamsini wa na watu milioni nne ambao wako wanaitazama Baraka One TV. Unaona? Kwa mantikio kwamba hao watu milioni nne kwamba ingekuwa watu wamesubscribe kama tuko na watu milioni nne kwenye channel. Lakini katika milioni nne na elfu hamsini Ina maana elfu hamsini ndio wameweza kusubscribe na wale milioni 4 wanaingia na kutoka. Lakini hawa elfu hamsini ndio wale ambao tunaita eh wakereketwa wapenzi wa Baraka One TV. So ndugu zangu, big up sana uh, ongereni sana eh, kwenu. Ningekuwa uh, ninge hata na, na na, na ng'ombe mmoja hivi ningechinja niwaita wote tupate hata kamnofu kadu kadogo kadogo ili tuweze kusherekea so ni ni ni, uh, ni blessing kubwa kwa kwa upande wetu kama B1 TV, na pia tuna appreciate sana effort ambazo nyinyi mko mnazifanya uh, kokote. Kwa haraka haraka tu hapo naweza kusema kwamba Asimwe Baguma Samuel uh, big up sana. Ankis Kandeke big up sana. uh, Da Feza big up sana. Da Latesha big up sana. uh, Biondo Kilamba Mawe big up sana kutoka Rapids uh, Bzo Setamen big up sana Asi, eh, nani Jacques Bahati kutoka eh, Colombia Missouri big up sana eh, Diedone Butoto maarufu kama Mishaki kutoka Michigan big up sana eh, Kiza Salum Mashaka, Ayamba Hasani, Ramadhan eh, um, mm, kutoka South uh, kutoka Sau, Africa uh, Rajab Muhammad Papi eh, Ramakei so Jamani, jamani mko wengi sana na d, eh, kizenga Tembele eh, shabani King Sele, eh, mpo wengi eh, niseme tu uh, wote ambao mko Australia, lakini wakina hapa ambao wako Canada, eh, wakina saje filosofia ambao wako Australia, donke wote wa Australia, wote na wapa echo wa USA, wote na wapa echo wa Europe, wote na wapa echo wa, wa Africa, wote nawapa eko na big up sana ndugu zangu. Uh, you did a good work, a nice job. Na ngoja twende hivyo. Swali moja ambalo pia naweza nikakazia ni, ni kwamba ndugu zangu, wakati wa habari za moto za asubuhi habari e, za moto za saa sita na saa tisa ni habari za moto zinakuja zinaingia mpya na zingine zinakuwa ni habari na maelezo. Ina maana inakupa taarifa ya habari na pia inakupa maelezo ya nini kimefanyika, e, kwa upana zaidi na nini ambacho kiko kinaendelea, simple like that. Tuanze na kifo cha mzee William Amuli Kutumba. Ndugu zangu, sitowaficha Nilipata simu kutoka kwa ndugu yetu mmoja akaniambia, Bwana Rajabu, uko na habari ya sai ya asubuhi? ilikuwa ni leo, tuko siku gani? leo tuko Ijumaa, ilikuwa ni Alhamisi e leo tuko Ijumaa, ilikuwa ni Jumatano, Jumatatu, jumane Jumatano. Akaniambia, uko na habari ya Jumatano Alhamisi, ilikuwa Alhamisi, lamisi yeah. Eske uko na habari? Sio Alhamisi bwana ah. Mimi nilikuwa naichanganya hii. Ilikuwa ni Jumatatu, Jumanne ilikuwa Jumatano bwana. Uko na habari ya mzee William Mamuli ya kutumbo? Nikamwambia sina. Habari gani? Niko na habari yake kwamba yuko mzima. Akamwambia pana, nimepata habari mpya inasemekana kwamba jana kwa mkia leo aliingia mwa Biskadi. Hmm. Nikasema Biskadi. Mimi niko hapa Uvira kwa sasa hivi. Nikosi kupata hizi habari za Mplane na Ruzisi? Sema, ndio hivyo nimesikia am, amepigwa masasi Mplane na Ruzisi, gari yake imeshambuliwa. Nikasema yote inawezekana. Kwa hiyo pale pale nikamwambia, pana, naenda Mplane na Ruzisi. Pale pale. Na mbona nafikiri naye pia ni mfuatiliaji mzuri sana wa Bion TV na yuko nasikia na anaelewa na, hiki ambacho nilikuwa nazungumza. Dugu zangu, pale pale sikuchelewa, nikachukua pikipiki nikachukua kameramani wangu, nikamwambia twende bwana. Mdogo ya barabara na kuta ni kawaida tu, na ingia ndani ya kambi ya kijeshi pale, naangalia m mvumo ni normal, hakuna hata ile ile paniki ya wa, ya, jeshi kama wanapoteza kiongozi kisa wanakuaga. Kwa nikapokelewa usanyasi ya pali, tunajulikana haa ah, karibu wana uh, bili sawa, pengine sawa, ya tule sawa, nikena hmm. kipande uh, kitengo cha cha cha ch ch ch ransenyema pale cha ujasusi. Wakaniambia haa, karibu wana, habari gani? kama nune nisawa. Nisa, kambia wana mina kuja hapa ndugu zangu, niko na pressure Nimepata habari nainanwanza kache akampigia Dalto, msemaje? Kunjoo, nikaenda, minasikia nataka nimuone kesho. Akaniambia kesho utamwona, sawa, tukarudi Unaona bwana? So tulivorudi nikasema pana. Sema vembe tu kuna kawaida moya ya ku, ya kuasa kuku. Eh, kuasa mtu yani kumpa mtu zawadi kado hivi eh, whatever jinsi unajisikia. Bahati nzuri ile asubuhi nikalamka nikapiga piga mishi nikapata kuku. <laughs> Eh hey, nikasema kuku yangu hii phone pelekea mzee. Unaona hata kwa kwa, kwa pikipiki sio eh, ya hiyo kuku. Ikabidi nipeleke. Unaona? Eh? Nikachukua kuku pale, nikachukua vijana nikasema, sasa hivi ndo hizo uh, operation iko inaendelea ya, ya sadia mzalendo inabidi tunyoke. Okay, hivi sasa safari ya kwenda ikaanza hivi na tulipitia kamba nyingi nyingi za wazalendo na kwenda na wasaidia sadia uh, saki ya bunga ya ya, ya makilo zenye tuli uh, tulifanya komande kwa uh, kuizine direct yani wakatokea makilo kilo kilo kilo kilo, kilo hivyo Mgaipi, kilo ngapingapi ya, ya, kilo kwa, kwa, kwa kati ka wakati uh, kumi saba hivi za, za pamoja. Unaona? Unaona hizi mamifuko hizi ni komande moja yenye iko special hizi hivi. So, tukafika kamba tunaacha, uh, saki moja pale habari uh, zote gizi tulitembea longo wote Tembelea Baraka One TV channel 2 mm, no, tu, ma, uh, maunga yote tuingia tu na utakutana na, na uh, ni kama ambacho nitakupa maelekezo sasa hivi, ni sa ni kukwachia uone gisi tulitembea na uone uh, nani Kiliba gisi kumebadilika eh, e, ndugu zangu wa Kiliba. Kiliba kumekuwa vizuri sana, mambo yamebadilika. Kwa hiyo mambo ni mazuri sana, tutizame hi hapa ya kama unakuona lile li bwawa maarufu sana Kiliba, daraja la Kiliba hili hapa, uone ya ndiyo hapa. So ukifika hapa jua kwamba unafika Kiliba kwenyewe. Uone ukifika hapa jua, uko Kiliba, Kiliba kwenyewe wala, voilà. safari bado inaendelea Uh, hapa Kiliba kuna kamba moja mbele pale ya, ya generale anaitwa um, Nyerere Rukumeta. Nyerere, ngoja nilikaa naye miaka mingi sana natumika naye So na hivi tena tuko wote pamoja kwenye hizi harakati, lazima wevuniva nataka niweze kuwaleteni hii hapa. Tunaenda tunaangalia jinsi mazingira yako yanaenda kwa operasho hii, saidia mzalendo. Nataka nifike kwa kamba ya mzalendo bila kumwambia kwamba nakuletea hiki.

ka k ayoteli mweneo ya dina, Masa, Kiliba utafahamu kwamba Kiliba inakaa ukubwa wa Kiliba ya juu na ya chini. Sasa hapa tuko Kiliba ya juu, barabara ya taifa nambari tano watutushaga Kiliba, kuna gujura, kuna lambi lambi iko mambo mengi ambayo labda wengine wanakuwa hawayajui, lakini uh, kwa wale ambao ni watoto wa Kimba, unaona mambo ya Kimba, mjengo wa Kimba, hiyo watu wako na jenga. Ni hawa wa hawa shehe ni kuma gaidi wa wa wanataka waje wakaribie, lakini angalau watoto wajitahidi kujenga ya plenda yako. Sasa ile ya zamani mambo yako yale yanabadilika, si kwa siku hadi wa siku, watu wako wanajitahidi kujenga sana, kwa sababu ya vijiji vingine za umeme hiyo, mambo ni sio mabaya sana kamba ile pale mbele ya wazalendo pale. Ndo jinsi tulivyotembea hivyo. E, lakini ili kupata hizi video zote matukio yote ya kuwasaidia wazalendo tembelea Baraka One TV channel tu ndugu yangu. E, fanya tufanye tu ifuata tu hiyo description pale na utaingia Baraka One TV channel tu na utakutana na haya mambo yote. No, so baada ya hapo sasa tukaenda ndio tukaenda kukutanana na mzee William Amuli ya Kutumba. Unaona yeah. Unamwona huyo hapo <laughs> ndio huyo hapo yeah. Oh, watu wanaodanganya. Oh, ya kutumbo, ya kutumbo. Mi niliwambia kwamba sehemu pekee ambako mtakuwa mnapata mambo ya ya uhakika ya ukweli ni hapa, maana sisi hatugopaki kuingia front. Eh, tunaingia front vizuri sana so tuka, tukutana na mzee pale na kuku yangu nikampa nimletea kuki eh, angu nikamwambia, bwana kula hii hapa mzee, kazi ambayo uko nafanya ni kazi kubwa, unastahili eh, kila mtu anakula kwa, kwa kamba yake eh, uwe unastahili kabisa, licha kwamba kuna watu wengine wako wananiponda sana wanamponda wana Rajabu wana, oh, Rajabu huko uko unatudanganya Rajabu we, tukifika kule tutakukamata, <laughs> mkuwa pumbafu. Na, ndo hivyo, uh, tukazungumza na mzee mengi, tukaongea, tukaongea kwa wazima mambo yanaenda sawa Mungu anasaidia. E, ndio wewe ni mtu muhimu sana na una windows asavre, lakini inabidi uwe makini ili kuweza kujiweka vizuri. So, mambo yalikuwa iko ni bien. E, mambo yalikuwa iko ni bien kabisa bien ile bien, bien, bien ya, ya sans problem na natukazungumza naye tu mengi na aliweza kuonesha kwamba yuko mzima na yuko mzima wa afya, ili kupata hii interview ambayo uko naiona hapa, tuko na mzee ya live. Tafadhali sana tembelea Baraka One TV channel 2, description ya, hapo kwa description kwa kuna link gusa hiyo link, na utakwenda kusikiza kile ambacho tumeweza kuzungumza na mzee William Amuli ya Kutumba. Sasa ukiachana na hilo swala hapo tulipia sema kwamba tutazungumza kuhusiana na, na Nyangezi. Nyangezi bwana Nyantende, tokea juzi juzi kule Nyangezi kuliwaka moto. Wazao wazao walifanya kazi kubwa kuwapiga magaidi wa m M23. Kuna usaidizi ambao wa walikuwa wanatuma magaidi wa M23, lakini usaidizi wao uliweza kuambulia patupu, maana ulishambuliwa na wazalendo na kuweza kupoteza. Sasa kuna watu walikuwa wanajiuliza kwamba wazalendo hawapigani hawapigani hawapigani, wanasubiria nini we kupigana, na ni malalamiko ya watu wengi sana. So niliongea na msemaji wa CNPSC wa bela dalto, na alizungumza maneno yafuatayo. Kwa kusubiria kuku hebu um, tupatie kifupi ya mambo ambayo yamefanyika kuanzia juzi maeneo ya Nyangezi na uh, tuanzie Nyangezi afu tutaingia uh, tarafani Fizi. Uh, kwanza eh, tariki kumi na saba za mwezi wa tatu, tuli tulianza kufanya mapambano pambano ambazo tulianza kufanya adui wakati alitoka Nyangezi alitaka ku baada ya yeye kuona kama sisi tunamfungia njia kupita mple na Ruzizi hapa kwenye tuko barabarani mm. adui aliwaza akamate uh, njia ya kupita Kaziba aingie Rurambo Rurambo apite maeneo ya Minembwe, lakini tariki kumi na saba tulipata hiyo habari tukaenda kumuvuruga pale, pale Rurambo Rurambo ni milimani mwa mji wa Kaziba tukamvuruga pale, tukamsukuma mpaka mm, tukamwingiza katika mji wa Nyangezi. Uh, ilipofika hapa majuzia tukafanya tena mashambulizi hivi. Tumefanya sasa mashambulizi matatu, mm, Nyangezi, Nyantende na Mumosho mm. na mpaka hivi eh, shambulizi zinaendelea mu maeneo kama hayo, tuliamua kufungua fro katika mji wa Bukavu au kando kando ya Bukavu. Yeah. Kuna wengi uh, bado wanajiuliza hawajaamini, kwamba je, SNPCC iko inapigana ama haipigani? Ni maswali ambayo nimepata mengi sana. Kwa nini mzee anashindwa kuingia Bukavu? shida iko wapi? raia wanaulizia hivyo. ni vita eh, sio lazima ku kuambia watu kwa nini hatuyaingia katika mji wa Bukavu, lakini ni vita unajua M23 RDF, wakati waliingia Goma walifanya miaka mbili kusudi waingie Goma, na vita ni hesabu hiyo. e, mambo ambayo tuko tunafanya ni mojawapo wa hesabu ya, ku, ya kuingia katika mji wa Bukavu, au taingia mji wa Bukavu na unaacha nyangezi autaingia katika mji wa Bukavu na una, unaacha adui iko kando kando, ina maana tunakamata planifikasyo ya kudhibiti kandokando za Bukavu kusudi tuwe na, usi, tuwe, na, tuwe na asiransi ya kuingia Bukavu bila, bila kupata pingamizi yote. Naam, asante sana ndugu zangu hayo ndio ambayo tulikuwa tukunayo kwa mchana huu wa leo. Uh, matukio mengine yote tafadhali sana sitochoka kuambia, tembelea Baraka One TV Channel 2, ambako utakutana na mambo mbalimbali yanayozidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Jamani, tusaidizane, tusaidizane kwa ajili ya operation Saidia Mzalendo. Uh, mimi nataka hiki tuifanye iwe big ya yeah, iwe big lakini, eh, wan, usafiri ni mzito sana ya yeah, usafiri ni mzito sana. Ya, tunafikiria mbinu gani ambazo tutatumia kwa sababu kule pia uh, e, kule kuna machakula eh, kule kuna ma ma mahindi mahindi hivi. Oh, kwa hiyo wanaweza so kuwa wananunua mahindi kule kule wanasaga kule kule. In, inakuwa iko ni jambo nzuri sana uh, kuliko kuwa wanatoa huku Uvira kwenda inakuwa iko e, ni kazi ambayo ni kubwa sana. Sasa so, ndugu zangu tunashukuru sana. Ya, tunapambana kwa ajili ya kwa ajili yenu muweze kupata ambacho mnastahili kupata. Mengine tukutane na majira ya saa tisa. Saa tisa tutazungumzia masuala ya walikali walikali, na pia kia kidogo tutazungumzia kuhusiana na operesheni yetu tusaidia mzalendo. Unajua eh, ni ni msimu wake walikali. Kwa mikono ya wazalendo na FRDC, eh, RDF walikungutwa vibaya mno na hivyo eh, kukiona cha mtamakuni. So tukutane na hayo majira kwa ajili ya taarifa zingine zaidi.